Mangungu, mnasemaje? Simba ya kweli, umesema kwamba kuna nini, dabi imepangiwa tarehe nyingine. Simba mnasemaje? Mmekuwa kimya tangu kutangazwa kwa dabi hiyo. Matarajio yako baada ya kutangazwa, unataka kufanya nini? Tuwasikie viongozi mkisema neno, kauli yenu ni ipi? Mara mwisho ratiba ilitolewa lini? Ratiba ilivyotolewa na kutangazwa dabi, tukaona viongozi wanazungumza, lakini pia hata kwenye peji za klabu wanazungumza wana hasa kuhusiana na, na hiyo dabi sasa. Sasa hivi kumekuwa na ukimya, ndio maana tunataka kufahamu viongozi. Pengine baada ya dabi kusogezwa mbele, mnasemaje? maswali yako hayana mantiki? Kivipi hayana mantiki? Sijakuelewa Mangungu, tuseme nini hayana... okay, yani nataka tuzungumzie dabi Mangungu. Iyo dabi. jambo halina mantiki yoyote Multaza Mangungu, tunataka kusikia dabi imepangwa tarehe ishirini na tano Simba mnasemaje? Ndio swali la msingi hilo. Aliyetangaza tarehe awali alikuwa ni nani? Bodi ya ligi waliotangaza? semaii mlisema mtacheza wapi? Benjamin Mkapa? a sema tulisema wapi kwenye vyombo vya habari na hata taarifa ya juzi mmesema mtacheza. Kwa maana mechi ya kesho ni kwamba, aliyetangaza mechi ya tarehe kumi na tano ndiye aliyetangaza mechi tarehe ishirini na tano Sisi hatujawahi kuhoji wala hatujawahi kuuza, lakini tulichokuwa tunasema ni utayari wetu wa kushiriki michuano kulingana na mamlaka za muta zinavyotangaza. Kwa hiyo hayo mengine ambayo ulionayo wewe, hayo ni ya kwako. Sisi hatuna jambo lolote. Sisi tupo katika ile mashindano na timu yetu. Sisi kwa sasa, mchezo ambao tutashiriki ni mpira, na mpira una taratibu. Sasa na moja kati ya taratibu ni hivyo kwamba mamlaka zinazosimamia zitatoa ratiba. Ukiniuliza mi na maoni gani, siwezi kutoa maoni kwa sababu hatuendeshi kwa maoni. Ndio nilikuwa nataka utayari huo. Wa jioni njema, na nikutakie heri nyingi.